Hapo zamani za kale katika ufalme wa bahari ulioko pwani ya Bagamoyo, wanadamu na viumbe wa majini waliishi kwa amani na ushirikiano wa muda mrefu. Walikuwa wameunganishwa na agano lenye nguvu na la kihistoria. Hata hivyo, agano hilo halikujengwa juu ya upendo tu bali lilitokana na haja na mila za muda mrefu. Viumbe wa baharini, kwa uwezo wao wa kudhibiti bahari, waliwapatia wanadamu samaki kwa wingi na bahari tulivu. Wanadamu kwa upande wao waliwapa viumbe wa majini mifugo ya kijani kibichi na ulinzi wa kijeshi dhidi ya wavamizi kutoka bara. Ndani ya agano hili kulikuwepo na tambiko takatifu ambalo lilidumu kwa vizazi vingi. Ilitabiriwa na nabii mkuu wa bahari kwamba mke wa kwanza wa mfalme wa bahari lazima azae mtoto wa kiume ambaye atamua binti wa kifalme kutoka kwa wanadamu. Unabii huu uliendelea kuwa dira ya uhusiano kati ya viumbe wa baharini na wanadamu kwa miongo mingi. Lakini unabii una tabia ya kuleta shinikizo. Uzito wa unabii huu uliwekwa juu yangu, mimi ndiye Zawadi, mke wa kwanza wa mfalme Baraka wa bahari. Zawadi alikuwa kila kitu ambacho malkia anatakiwa kuwa mwenye hekima, mwenye mvuto wa kiasili na mwenye kuheshimiwa na viumbe wote wa baharini lakini nyuma ya uso wake wa tabasamu alibeba huzuni nzito moyoni mwake. Kwa miaka mingi Zawadi alijitahidi kupata mtoto wa unabii, lakini kila mwaka alishindwa. Na hilo halikuathiri tu uhusiano wa falme hizi mbili, bali pia ndoa yake na Mfalme Baraka. Mfalme huyo ambaye hapo awali alimpenda kwa dhati alianza kumtenga kwa taratibu. Akiwa na kiu ya kupata mrithi wa kiume, alianza kuoa wake wengine wengi zaidi. Zawadi alitazama kwa uchungu wake wenzake wakizaa watoto. Kila mtoto mpya aliyekuwa akizaliwa ulimkumbusha kushindwa kwake. Wake wenzake wakiwa na roho ya chuki walianza kumsengenya kwa sauti ya chini. Malkia Tasa walipaza sauti kila alipopita. Mmoja wao aliyeitwa Rehema alikuwa akicheza na binti yake mdogo huku akiimba nyimbo za dhihaka kila mara Zawadi alipokaribia. Lakini kejeli hazikuishia hapo. Kila jioni Zawadi alipokwenda kando ya bahari kutafuta faraja, alikutana na wanawake wa Dar es Salaam waliokuwa na mimba kubwa. Walimcheka hadharani, malkia wa kazi gani asiyeweza kuzaa? Walikuwa wakicheka kwa dhihaka na hata kumrusha maji ya chumvi kwa makusudi. Hawakujali kuwa alikuwa malkia. Kwao, Zawadi alikuwa fedheha kwa agano lao. Hivi umewahi kusikia juu ya jini wa maji ambaye ni tasa? Aliuliza mwanamke mmoja. Kwa nini wewe tu ndio tofauti? Je, ni wewe utakayetuletea mpasuko wa amani? Fungua miguu uzae! Oh, hata miguu hana huyo! Walicheka sana. Fanya kilichostahili kufanywa, okoa falme zetu! Walimrushia maneno hayo kwa kejeli, lakini zawadi alikaa kimya. Aliendelea kwenda kando ya bahari kila jioni. Huko ndiko pekee alipoweza kulia kwa uhuru, ambapo mawimbi yalifunika sauti ya kilio chake na nyota zilimwangalia kwa kimya kisicho na hukumu. Alikuwa akimnong'oneza Mungu wa bahari, ewe Mungu wa kina kirefu, tafadhali nibariki tumbo langu, niepushe na mzigo huu wa aibu. Lakini majibu hayakuwahi kuja. Wakati huo katika mji wa Dar es Salaam, binti wa kifalme aitwaye Priska alikuwa anajiandaa kwa ajili ya utawala. Kulingana na unabii, alikuwa ameandaliwa kuolewa na mtoto wa mfalme wa maji ambaye bado hajazaliwa. Tofauti na watu wengine, Priska alikuwa na huruma. Aliangalia mvutano unaoendelea kati ya bahari na bara kwa huzuni. Ingawa alikuwa hajapewa chaguo katika mustakabali wake wa ndoa, alihisi huruma kwa zawadi Aliona huzuni machoni mwa malkia huyo kila walipokutana. Natamani waache kumtesa, Priska alimwambia mjakazi wake asubuhi moja. Hawaoni kwamba tayari anabeba mzigo mkubwa. Lakini sauti ya Priska ya huruma haikusikika katika kelele za wananchi waliotaka mtoto wa unabii. Bila mtoto huyo, Priska angebaki bila kuolewa na agano kati ya pande hizo mbili lingevunjika. Kadri presha ilivyozidi Zawadi alizidi kutengwa. Bahari haikuhisi tena kama nyumbani, na hata ufukwe ulikuwa sehemu ya huzuni badala ya faraja. Lakini jioni moja kitu kilitokea kilichobadilisha maisha yake milele. Zawadi alipokuwa ameketi juu ya jiwe lililoko ufukweni Bagamoyo, akilia kwa uchungu wake wa kila siku, alisikia msogeo kwenye vichaka. Aliinuka haraka. Mwanaume mmoja alitoka vichakani akiwa amebeba nyavu ya uvuvi. ni nani hapo? Zawadi aliuliza kwa sauti ya mamlaka. mimi tu ii, ni Majaliwa, mwanaume huyo alisema kwa heshima, akiweka nyavu yake chini. sikukusudia kukuingilia. Majaliwa alikuwa mvuvi kutoka Kunduchi anayejulikana kwa tabia ya ukimya na maisha ya upweke. Alikuwa amekuja ufukweni kutafuta utulivu baada ya siku ngumu. Aliposikia kilio, hakuweza kujizuia kutafuta aliyekuwa akilia. Zawadi alitaka kuondoka, lakini macho ya Majaliwa yalikuwa tofauti. Yalikuwa ya mtu asiye na hukumu, bali huruma. Wewe ndiye unaelia hapa kila jioni? Majaliwa aliuliza kwa sauti ya upole. Kwa nini unalia? Zawadi alikaa kimya kwa muda, kisha akajibu kwa sauti ya chini, kwa sababu nimevunjika na dunia haitaniacha nisahau. Majaliwa alikaa chini, akaweka nyavu yake pembeni. Hujavunjika, dada yangu. Unabeba mzigo mzito mno, lakini si kosa lako. Maneno hayo yalimgusa Zawadi kwa kina. Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu alihisi kuonekana, kueleweka na kupendwa. Katika siku zilizofuata, Zawadi na Majaliwa walikutana tena na tena. Kila jioni mazungumzo yao yalizidi kuwa ya karibu zaidi. Majaliwa alimweleza Zawadi kuhusu mke wake aliyefariki ghafla na jinsi alivyoachwa na binti yao mdogo. Alimweleza pia kuhusu maisha yake magumu, kufanya kazi usiku kucha baharini ili kuwalisha na kuwalinda. Zawadi alimsikiliza kwa utulivu, huku tabasamu la upole likicheza usoni mwake. Naye pia alishiriki hadithi yake, utasa wake, dhihaka za wake wenzake na mzigo wa unabii ambao ulimfanya ajione kama mfungwa wa mila kwa mshangao wake, Majaliwa hakumwona kama malkia aliyeshindwa au kiumbe wa baharini aliyejaa majuto. Kwake Zawadi alikuwa ni mwanamke mwenye maumivu kama yake, roho mbili zilizojeruhiwa. Jioni moja, Majaliwa alikuja na binti yake mdogo aitwaye ya Amani. Amani alikuwa na umri wa miaka mitano, mwenye macho ya udadisi na nywele zilizopigwa mtandio mdogo wa rangi ya samawi. Alimtazama Zawadi kwa macho makubwa. Samahani shangazi, wewe ni jini wa maji? aliuliza kwa sauti ya aibu. Zawadi alitabasamu. Kitu kama hicho, mrembo wangu. Kisha akamshika Amani mkono na kumvuta karibu. Katika sekunde ile, kitu kilibadilika ndani ya Zawadi. Alipoangalia macho ya mtoto huyo asiye na hatia, alihisi tumaini likianza kuchipua tena ndani ya moyo wake. Kadri siku zilivyopita uhusiano kati ya Zawadi na Majaliwa ulizidi kuimarika. Walikutana kila siku wakizungumza, wakicheka na kushiriki ndoto zao. Zawadi alianza kuamini kuwa huenda maisha yangeweza kuwa mazuri zaidi mbali na kasri la maji na mipaka ya agano. Usiku mmoja wa mvua wakiwa wamekumbatiana chini ya mti wa mnazi uliojaa upepo, Zawadi alimpa Majaliwa mwili wake. Ilikuwa ni usiku wa mapenzi ya kweli, usiku ambao mfalme Baraka hakuwa amewahi kumgusa kwa miaka mingi. Majaliwa alimpenda kwa ukamilifu bila kujali hali yake wala hadhi yake. Siku zikaendelea. Zawadi alianza kuhisi mabadiliko mwilini mwake. Alijua dalili zile, alijua alihitaji kuwa na tahadhari. Hakutaka kuamini mapema, lakini kila dalili ilimwambia ukweli: alikuwa mjamzito. Moyo wake ulijaa furaha lakini pia hofu kubwa. Alijua kuwa mimba hii, ingawa ni zawadi kutoka kwa miungu, ingeweza kuvunja agano la miaka mingi na kuzua vita kubwa. Alifanya maamuzi ya haraka. Aliamua kuiweka mimba hiyo siri. Aliacha kwenda kwenye ufukwe mara kwa mara, akihofia mtu kugundua mabadiliko mwilini mwake. Lakini kama kawaida ya siri kubwa, huwezi kuificha milele. Siku moja alipokuwa anaelekea kukutana na Majaliwa, hakujua kwamba alikuwa akifuatwa. Rehema, mmoja wa wake wenzake, alikuwa tayari ameanza kushuku safari za Zawadi. Rehema alikuwa na tamaa kubwa ya kuwa malkia mkuu wa baharini, na aliona hili kama fursa ya kumwangusha kabisa Zawadi. Alimfuata kwa tahadhari hadi kwenye msitu wa mikoko karibu na pwani na hapo alimwona Zawadi akimkumbatia Majaliwa kwa mapenzi, mkono wake ukiwa juu ya tumbo lake. Aliwasikia wakizungumza kwa upole, aliwaona wakicheka kwa furaha. Hakusubiri tena, alikimbia moja kwa moja mpaka kasri la majini, huku moyo wake ukijaa furaha ya kisasi. Alipofika aliingia kwenye ukumbi mkuu na kusema kwa sauti kubwa, e Mfalme Baraka, Nimeona kitu cha kushtua. Zawadi mke wako wa kwanza yuko na mwanamume wa kibinadamu, wamekuwa wakikutana kwa siri. Mfalme Baraka aliamka kwa hasira. Mlinzi, waleteni wote wawili, hasa huyo mwanamke haraka. Walinzi walienda kwa kasi hadi ufukweni, walimkamata Zawadi na kumleta mbele ya mfalme. Ni kweli haya ninayosikia? Mfalme Baraka alifoka, umevunja agano takatifu, umesaliti falme zetu mbili. Zawadi alitetemeka, mimi hisikuwa na nia ya kuumiza mtu, kwa miaka mingi mmenikataa, nilitafuta mapenzi tu. Kabla hajamaliza, kofi nzito lilianguka usoni mwake. umepata mtoto na mwanadamu, mfalme alipiga kelele, umeleta fedheha kwa taifa hili na miungu wote. Zawadi alijibu kwa ujasiri wa mwisho, nimebeba mimba ya kweli ya upendo. Miaka yote niliyolia miungu walikaa kimya, sasa wamejibu. Sitamtelekeza mtoto huyu. Mfalme Baraka alizidi kuwa na hasira, nitakufukuza wewe na hilo jini lako mlinzi. Mpelekeni, Mfungeni. Zawadi alipigwa viboko 30, licha ya kuwa na mimba. Alifungwa ndani ya pango la chumvi kwa siku tatu bila chakula wala maji. Wakati huo huo, habari zilimfikia mfalme wa Dar es Salaam. Aliposikia kuwa mwanamume wa kawaida Majaliwa alikuwa na mahusiano na malkia wa maji, alikasirika. Aliitisha baraza, akatangaza kuvunjika kwa agano kati ya viumbe wa baharini na wanadamu akaamuru Majaliwa akamatwe na afukuzwe kabisa kutoka Dar es Salaam. Usiku huo Priska alikaa kitandani mwake cha mierebi akiwaza kwa kina. Hakuweza kuvumilia kuona Zawadi akiadhibiwa kwa sababu ya kuchagua mapenzi ya kweli badala ya mila za zamani. Siku iliyofuata alikwenda kumtafuta Majaliwa, wakapanga mpango wa kumwokoa Zawadi. Majaliwa alikuwa tayari kwa lolote. Usiku huo alizama ndani ya bahari akitumia ujuzi wake wa kuvua. Akaingia kwa siri kwenye pango alikokuwa amefungwa Zawadi. Akamtoa, wakakimbia pamoja. Wakaenda kijiji cha mbali kilichoko mtoni Rufiji, mahali ambapo hakuna mtu aliyewajua. Majaliwa pia alichukua binti yake Amani na wakaenda kuanza maisha mapya. Asubuhi iliyofuata kasri la baharini lililipuka kwa hofu. Zawadi alikuwa ametoweka. Walinzi walituma vikundi vya ufuatiliaji baharini na pwani, lakini hawakuwahi kuwapata. Wakati huo, Zawadi na Majaliwa walikuwa tayari wamejenga kibanda chao cha kwanza kando ya mto. Walijenga maisha mapya yaliyojaa upendo na mshikamano. Majaliwa alikuwa akitengeneza nyavu zake huku Amani akiuliza maswali mengi kuhusu dunia ya chini ya maji. Siku moja ya mvua kubwa, Zawadi alianza kupata uchungu wa kujifungua. Majaliwa alizunguka kwa wasiwasi, na baada ya saa nyingi Zawadi alijifungua mtoto wa kiume. Walimwita mtoto huyo Barakito. Alikuwa nusu mwanadamu, nusu jini wa maji. Walimlea kwa upendo. Baadaye Zawadi alizaa watoto wengine pia. Wakati huo, Mfalme Baraka alikuwa amezeeka na kudhoofika. Hakuna hata mmoja wa wake zake waliowahi kumzalia mtoto wa kiume. Alilia kwa majuto. Laiti ningempenda Zawadi. Laiti nisingemlaumu kwa jambo ambalo si lake. Watoto ni baraka kutoka kwa Mungu. Mfalme Baraka alikufa akiwa hana mrithi. Hitimisho. Hadithi hii inatufundisha kuwa wanawake hawapaswi kuhukumiwa kwa sababu ya kutopata watoto. Watoto ni zawadi kutoka kwa Mungu peke yake. Inatufundisha pia kwamba upendo wa kweli hauwezi kuzuiwa na mila wala hofu. Ujasiri wa kutafuta furaha ya kweli huleta uponyaji na uzima mpya. Zaidi ya yote, zawadi kubwa zaidi maishani hutoka sehemu zisizotarajiwa. Msamaha, kujikubali na kuchagua upendo ni silaha za roho yenye nguvu. Asante kwa kusikiliza. Uwe na siku njema mapema.